Mfumo wa serikali, mfumo wa elimu wa Tanzania unahitaji mtu kwanza ajue mimi ni nani, afu atembee na kwenye somo at least limsaidie saidie, si ndio? At least limsaidie. Sasa hivi mimi nikaa siku moja, nikawa nimeenda sehemu fulani, kulikuwa na wanachuo wanajisajili, wanasajili kwa ajili ya kuomba kozi za kwenda chuo. Anafika ananiambia, wewe chagua yote ile ambayo inaendana na maxi hapo, sawa? Eh, chagua tu yote yote ile, ili mradi judism, sawa? Mlimani, anaondoka sasa. Yule mtu ana nini yule? Anaangalia pale, anaenda kusoma mm, Karl Marx mm, yani mimi ndio kusoma Karl Marx, nateseka kama vitabu mimi si nani. So, ukiuliza okay, ulikoaje, naambia ah, tako zenyewe mimi sikuchagua mimi. Nagundua kwamba makosa sio elimu, makosa ni aina ya mifumo ya watu uko kwenye mfumo wa aina gani na unaleta matokeo ya